Wito huo umetolewa na Caroline Fungo, afisa ununuzi kutoka Mamlaka ya ununuzi wa umma PPRA, katika semina ya ujasiriamali kwa makundi ya wanawake iliyoandaliwa na kampuni ya mikopo midogo ya WEDAC Microfinance ya mkoani Manyara. Kwa mujibu wa PPRA, kila mwaka Serikali hutenga asilimia thelathini ya bajeti kwa ajili ya zabuni za makundi maalum yakiwemo ya wanawake na vijana, lakini wengi hawanufaiki nayo kutokana na kutokuwa na taarifa za uwepo na namna sahihi ya kuwasilisha maombi. Sheria inawataka taasisi zote nunuzi watenge asilimia thelathini kwa makundi maalum. Kwayo sisi kama mamlaka tuna wajibu wa kufuatilia kwamba, halmashauri ya Hanang', mbona hamkutenga asilimia thelathini kwa ajili ya makundi maalum hiyo watachukuliwa hatua kwa wao kuto kutenga kwa sababu kuna mambo mawili, kuna kutenga na kutekeleza. Yeye anatakiwa atenge na zabuni hizi za makundi maalum. Sasa nyie makundi maalum ndio msiziombe zile tenda, hilo ni jambo jingine. Kwa hiyo yeye anatakiwa kwanza atenge. Kwa hiyo sisi tutafuatilia wote ambao hawajatenga, na ndio maana tunawashawishi wengi watengeneze hivi vikundi ili isitokee sababu kwamba katika halmashauri yangu mimi hamna vikundi. Tunatamani kila halmashauri kila eneo lililopo Tanzania kuwe na vikundi maalum ili tuweze kuwawezesha vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Kama ambavyo unaweza ukafungua akaunti nyingine zozote zile, unaweza pia na wewe ukafungua akaunti kwenye mfumo unaitwa NeSTi. Ukaenda pale mashauri, kuna watu ambao watakusaidia. Na waona watu ambao ni mamilionea, tenda ya serikali ndogo kabisa ndogo kabisa inaanzia hata milioni tatu tano hivi dogo kabisa ya ufaya, usafi usafi, kufyekafyeka. Changamoto ni kwamba wanaofyeka wawaambii au wanawachukua vijana wenu wanawaajiri. Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya Hanang' Rose Kamili Sukum anataja fursa za zabuni katika halmashauri, kwani pamoja na shughuli za usafi na huduma za chakula na mama na vijana pia kupata tenda katika halmashauri zetu zipo, kwa mfano chakula wanaweza kupata tenda ya kusupply chakula, lakini tenda zingine labda za usafi wa mazingira, kama mamlaka ya mji lazima usafi ufanyike na nini. Kwa hiyo wanatoa tenda kwa hawa kina mama ambao wamepata mikopo mbalimbali. Ah, pia kuna kazi zingine mbalimbali mbali. Hata siku hizi unawakuta kabisa wanajenga, wanafanya zile kazi za kujenzi, mfano tulivyokuwa na stendi yetu, unawakuta kina mama pale wanakoroga simenti na nini na kadhalika. Kwa hiyo wanapata zile tenda, kwa hiyo inawasaidia sana. Lakini kubwa zaidi kwamba wanapopata hii mikopo hii mikopo wanatakiwa walau basi ajipange kwenda kufanyia kitu ambacho kina wapa mapato. Mkurugenzi wa bodi ya kampuni ya WEDAC Microfinance, Joycelyn Umbulla, anasema lengo la kuandaa semina hiyo ni kuwapa taarifa wanawake kuhusu uwepo wa fursa mpya huku mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya Hanang' akisisitiza wanawake kuwa makini na taasisi zisizosajiliwa zinazotoa wa mikopo umiza. Lengo la WEDAC kufanya mafunzo haya ni kwa sababu katika kazi zetu za kila siku tuligundua kuna uhitaji wa wanawake kuhusiana na mafunzo haya. Wanawake wanafanya biashara ndogondogo E, wanauza vitu vidogo vidogo na katika kazi zao hizi za kibiashara, wanakuwa sasa wana changamoto za utunzaji fedha, usimamizi wa fedha, lakini pia zile mbinu nyingi nyingi na tofauti za ujasiriamali zinakuwa changamoto. Sasa sisi kama taasisi tunayotoa mikopo kwa hawa kina wanawake tuliona ya kwamba wakiwa na marejesho mazuri ni mafanikio kwetu, na pia itakuwa manif... mafanikio kwa hawa wanawake ndio maana tukawaza sasa tuanzishe mafunzo haya, na tukaona tuyapanue zaidi, sio tu kwa wale ambao ni wakwetu, wateja wakwetu wa WEDAC Microfinance. Tukasema akina mama wengi taarifa hii nzuri ya mafunzo, lakini taarifa hii ya sisi kama taasisi tunayotoa mikopo waifahamu basi. Kwa hiyo ndio maana leo ni mojawapo ya mafunzo mengi ambayo tunafanya mkoa wa Manyara. Tayari tumeshafanya e, mafunzo haya katika wilaya ya Mbulu. Sasa hivi tuko wilaya ya Hanang na tutaendelea ili kupita wilaya zote, tutaelekea Babati, lakini tunatamani pia na tunafikiri tuna, tutafika Simanjiro na Kiteto. Lengo ni hilo hilo moja, kumpatia mwanamke mjasiriamali hizi taarifa na haya mafunzo ya usimamizi wa fedha na ujasiriamali. Sisi kama WEDAC Microfinance, tunafanya kazi na akinamama, kwa hiyo masikio yetu yote yanasikiliza fursa zinazomuhusu mwanamke. Na tunafahamu sisi kama taasisi PPRA inafanya kazi kubwa sana kama serikali kufikisha fursa za tenda hasa kwa makundi maalum ya wanawake. Sasa sisi kwa kuwa ndio hilo kundi maalum lenyewe na hasa la vijijini, tuliona itakuwa vizuri kuwakaribisha taasisi ya serikali kama PPRA kuweza kuwafikishia hii taarifa, hii habari njema wanawake hawa walioko vijijini. Wanawake wa vijijini mara nyingi wamekuwa wakiachwa nyuma na hizi taarifa, kwa kukosa tu taarifa ya kwamba kuna tenda za serikali ambazo zinaweza zikamfikia mwanamke yule wa kijijini. Na ndiyo maana tulivyofikiria, tutawashirikisha kina nani, tukasema hii fursa ya wanawake ambayo inatoka serikalini tuwalete basi waje watupe hii taarifa na tuwafikishie hawa wanawake, wajitahidi kuweka riba za bei nafuu ambazo zitapelekea wajasiriamali wengi wasiweze kukimbia katika kampuni zao za mikopo na waweze kuona kwamba mikopo hiyo ina tija. Lakini pia wito wangu kwa wanufaika ambao ndio wananchi ambao ndio walengo wakubwa, wito wangu kwao ni kwamba, nawaomba wapate kwenda katika makampuni ambayo yanatambulika na serikali, na wasiweze kwenda kuchukua mikopo katika mashirika mengine ambayo yana riba kubwa, lakini pia yataweza kuwaumiza katika marejesho, kwa sababu makampuni mengine yameweza kuweka riba za juu, lakini pia hawatoi elimu kama wanavyofanya shirika la WEDAC. Tunajaribu kuwashawishi wanawake wasiogope fursa ya mikopo inayojitokeza, lakini msisitizo wangu ni kwamba wanapotengeneza tuna, wanapopata fursa hii, basi wahakikisha kwamba wanajiamini na wanajiweka sawa ili wasiende kinyume na yale makubaliano, kulingana na matakwa ya taasisi. Kwa mujibu wa PPRA, vikundi vya wanawake vyenye wanachama kuanzia watano wana sifa ya kusajiliwa na kugombea zabuni za serikali zinazotengwa kwa ajili ya makundi maalum.